Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mwinezu mwinezu mwinezu ni wa afya. Ah, matokeo nimeyapokea kwa sababu ndio mapokeo ambayo yamepangwa toka awali awali na yameenda kutimia leo ngea mvunja kuni

Pole kwao. Kutumia nafasi ambazo mmezitengeneza. Unadhani ya kwamba kwamba hii ndio imekwenda kuwa athari ambayo imepelekea paka nyinyi kutokuweza kupata kupata magoli zaidi na zaidi. na na Ah, hapana kitu kama hicho. Manake manake Manake binafsi tulifunga goli la pili, tulikuwa tushalevel scoreboard lakini VAR imeamua kwamba lile manake ni offside na sisi tumekubali. Tumeendelea kucheza huko pungufu, mapema tu, nune, kwa pungufu, kwa kwa sababu sababu huko mapema tu. Dakika 54 tunaenda kwa pungufu. Kwa binafsi tulicheza bila kiungo wetu katili pale uwanjani. Manake ile ile yote kwenda kutupunguza kasi ili wao waende kupata matokeo. Lakini naamini ile mechi tulikuwa tunaimaliza ndani ya dakika 90. Kwa hiyo

Kama wanataka kwamba baadhi wa ya timu zao ambao wameziandaa ziende kuwa bingwa Afrika, kiasi gani eh, inatuuma, lakini hii ni sehemu kanuni cha wapi duniani lakini mlieleza ya kwamba hamwezi kulitia aibu taifa. Kana kwamba mmejikumbusha mwaka 93 kombe liliondoka hapa hapa Tanzania, na mmedai kwamba hili haliwezi kuondoka. Tunashuhudia kombe limeondoka hapa nchini Tanzania, mnalipi la kusema sasa? E, kombe limeondoka kwa mipango tofauti na mwaka 93. 93 tumepigwa chuma mbili pale kwa bila, tumetoka pg tofauti Hmm. ili kombe lazima berikane alibebe toka awali wamepanga kwa tukacheze zanzibar wao kama wao wakati kanuni nasema kama kama uwanja tunautumia sisi wa nyumbani una matatizo sisi ndio tuna mamlaka kuchagua uwanja pengine tungetaka kwenda kwenda nigeria unatupangiaje kule kweli ni kwetu tuna maamuzi huwezi kutupangia maana yake wao wao walishajiandaa berikane akawa akawa bingwa bingwa bingwa kwa kwa kwa kwa binafsi kwenye hii wala simba wote kwa leo wote tumeangalia mpira hakuna kudanganywa hii binafsi ni mipango ambayo imepangwa berikane akawa bingwa kwa sisi tumekubali berikane amekuwa bingwa kwa mfumo huu maana yake viongozi wetu wanapewa somo sasa kwenda na wao kujipanga tukitaka kombe la afrika tutumie e nguvu zaidi ya nje ya uwanja, sio ndani ya pichi. Inaonekana mulienda na matokeo yenu, baada ya kutamba sana mtaani, kuambia hata watani zenu kwamba mnarudi na kombe. Wao walipata medali za mshindi wa pili, medali za bati na nyinyi mnaenda kuzipata zile zile kwa siku ya leo tena mkiwa nyumbani auo nini? nauma zaidi sisi? haiwezi kutuuma kwa sababu hii si ni finali yetu ya pili, wao ndio finali ya kwanza. Sasa hizo wanasuka mikeka kwao. Usitufananishe na wao hawa. hmm. Watucheze wakacheze tu ma, mandondo kapu zao huko. Sisi binafsi ni timu hmm. na na USM alja. USM alja, hmm. ya mashindano ya kimataifa. Wao wanacheza finali na USM Alja. USM Alja alikuwa mwana finali ya msimu uliopita, huyu kashachukua kombe mara mbili, hii finali yake ya nne. Hata mwaka jana yeye alikuwa mwana finali dhidi ya Zamalek. kwa sababu unatuambia nini? Usitufananishe na wao, wote walicheza kule walikuwa chekechea, wote wale underground. Sisi ni wakubwa, na ndio maana nguvu kubwa imetumika inaonekana kwamba Simba anaenda kubeba ile kombe, mm. na ndio maana wametumia nguvu kubwa na wamefanikiwa. Kwa hiyo si tuwaambie tu viongozi wetu wa klabu ya Simba mm. kwenye hili wasivunjike moyo, wamejituma kisawasawa, wametumia nguvu zao zote na jitihada zao zote, lakini imeshindikana. Siku zote riziki anatoa Mwenyezi Mungu, lakini kwenye riziki hii hajatoa Mwenyezi Mungu, hii ametoa shetani. Niweka nguvu kubwa hey, kwenye mashindano haya. Na hatimaye mmepoteza, mna mnatarajia na, mmejipanga vipi sasa kurudi huku ambako mlikuwa mkiwacheka wenzenu na kudai kwa mashindano ya kawaida si wa kawaida tu, maanake ilitumika nguvu ya mwamuzi baada ya kwenda vyumbani, akapigiwa simu moja tu, oya, maliza shughuli hiyo. Ameenda amekata mzizi wa fitina, kamaliza shughuli na matokeo amepata nandi, ilitoka ratiba za safari mpaka Chato kwa kabu, kwenye kabuli la hayati Magufuli lakini imeshindikana leo ratiba, e, ratiba ratiba inakufa rasmi e, lazima ifike, kwa sababu kombe kombe hatujachukua, hatujachukua unaweza kaja ratiba ikaendelea na kati, naamini binafsi viongozi wetu wamepambana, wachezaji wetu tunawapongeza, wamepambana. Binafsi tusikate tamaa kama wana Simba, mechi tumeiona wote wote, tulichofanywa Zanzibar Zanzibar tumekiona, Zanziba moloko, tumekiona, maana maana imekuwa moroko sio Tanzania. Hii inakuwa chachu kwetu mashabiki, viongozi, wanachama, kumaanisha kwamba tuweke nguvu, kwa sababu Simba na amini, Simba tuna dhamira kuchukua kombe la Afrika, naamini ndani ya msimu unaofuata ataenda kuchukua kombe la Afrika, lakini lazima tutie nguvu nje ya uwanja. Tukitegemea ndani ya pitch, hata kama ukimsajili Messi hapo, ukimleta Haaland uchukue kombe la Afrika no. Afrika kuna figisu kubwa sana kuliko barani Ulaya. Ile kauli ya ubaya ubwela, leo tumeshuhudia pale Amani, wale mashabiki ambao walionekana wako kivaa jezi, yes, za watani zenu, wametolewa ndani ya uwanja wa Amani na mashabiki wa Simba. Hii inasadifu ubaya ubwela, ya ndio maana yake. Lakini mimi niwaambie tu nyuma, mwiko wajipange, haya mashindano makubwa haya hayahitaji ziaka, hayahitaji kebei. Wao walihitaji goli moja tu Benjamin Mkapa kumondoa MC Alger, ili mradi waende robo finali wa shindwa lakini leo wamepambana kwenye shiriki na kila kona, ili mradi Berikani achukue kombe ah, Berikani anachukua kombe, anaelekea Moroko. Wewe unamshangilia utaenda Moroko manake? Waache kushabikia wageni, wapambane. Huu ndio mpira wa Kiafrika. Walipigwa goli moja pale, walipata goli moja South Africa likakataliwa na mwamuzi huyu huyu, kama wanakumbuka Huyu huyu lakini lilikuwa goli ile, kwa hiyo binafsi tujipange, mpira wa Afrika, tushirikiane, tupambane kwa sababu wote tuko kwenye mashindano. Tukikaa kwenye mashindano ya kimataifa tunakuwa tunafanya ziaka, hatuwezi kufika, lakini sisi kwa sababu tushajipambanua. Sisi maana yake tunaamini msimu unaofuata Simba anaenda kuchukua ubingwa wa Afrika. Bila shaka viongozi wetu wameona shida iko wapi, mapungufu yako wapi. Kwa hiyo naamini msimu unaofuata na uhakika Simba ataenda kucheza tena fainali tena Champions League, sio shirikisho huko bondeni. Kule kule ambapo tunaikolo bondeni fainali nyingi, kule kule sasa tunaenda kufanya mpango wa kuchukua ubingwa. Lakini naamini viongozi wetu tuna pesa na sasa hivi tuna wawekezaji ambao wanatoka nje ya nchi yetu, wanapambana kuweka mzigo, sababu hata mwakani jezi zetu sisi tunavaa na vilabu vya Ulaya AS Roma na Napoli, atuvai na, na, na, na, na vilabu vya hapa Afrika. Kwa hiyo naamini kwamba timu yetu inaendelea kukua siku hadi siku, na hii timu ndio unaiona ina 55% bado inajengwa, lakini unaona watu wanatumia nguvu kubwa mpaka ya pesa, viongozi wa CAF wanatumia nguvu kubwa timu zao ziwe mabingu. Hii haina fever kwenye mpira. Kwa hiyo naamini viongozi wetu wasikate tamaa, tuendelee kusupport. Tunarudi kwenye mashindano yetu ya ndani, tuna mechi hapa ya ligi, lakini tuna mechi ya FA kule Babati. Kwa hiyo tujipange kuja kutetea, kuja kupambania kurudisha mataji yetu ambayo tumepoteza misimu mitatu ligi na FA ndicho kilichobaki, lakini kwa Afrika, mashabiki, msikate tamaa. Huu ndio mpira wa Kiafrika tumeuona, tujipange, tutapata ubingwa wa misimu inayofuata. Mang yangu ni hayo tu. Nandi walikataa, ee, kupanda magari yenu. Pengine hii ndio ilikuwa ni sababu ya, ya kuchagiza mchezo huu kwa mgumu kwa upande wenu. Hamna kitu kama hicho. Binafsi hata sisi tunavyokwenda kwao hatutumii usafiri kwa sababu sasa hivi kanuni zinabadilika. Mgeni anakupokea, lakini mwenyeji anakupokea, ukikataa unajiandalia kila kitu mwenyewe. Kwa hiyo ni kawaida. Kuna watu walikuja na mapipa ya chakula. National Hall na wengine walikuja na mapipa ya chakula. Lakini wakiingia Benjamin Mkapa wanachezea. Lakini mimi naamini tu kwamba sisi bado tuko bora. Kikubwa tuendelee kujipanga kwenye kimkakati nje ya uwanja, sio ndani. Tukiwa tunajipanga ndani tu, nimekwambia hata Mlete Messi, Cristiano Ronaldo, ubebi ubingwa wa Afrika, ubingwa wa Afrika, ubingwa wa Afrika una mipango mingi. Hasa mtu kiongozi makamu wa rais Afrika anavyosemekana kwamba Motsepe kama kivuli tu. Nguvu kubwa ipo kwa yule. Wewe unategemea nini? Kama kivuli. Eh, Motsepe ana nguvu kwenye shirikisho la Afrika. Sikamua yule makamu wa rais. Timu yake imeposti. Mwenye nguvu nani? Timu yake imeposti uwanja wa Amani. Mm. Kabla hatujacheza mchezo wao. Mm. Sisi wenyeji taarifa hatuna. Mm. Wenyeji tayari wamebuki mpaka hoteli. Wewe uko na wapi? Mwenye nguvu nani sasa? Mwenye nguvu si makamu wa rais wa CAF. Mm. Wa pale kiongozi wa Berkane. Mm. Na leo umeona nguvu yake imetumika simu moja tu. Sasa tuko tayari, wao wacheze ngoma, ngoma. Okay, ngoma. Lakini naamini sisi tuna sehemu ya kujivunia, tuna finali ya pili na tunavaa medali za pili, lakini sisi ni wakubwa Afrika, tuna semi final moja ya Champions League. Wao watapiga mark time, sisi bado ni wakubwa Afrika, mimi naamini Nandi, tunaomba tukuulize, unasema kwamba viongozi wamehujumu timu kwa maana kwamba Musepe wakati, si, wakati Yanga msimu ule wamefika robo fainali waliambiwa kwamba ile timu ilikuwa ni ya rais, na hii ya leo mmesema kwamba ni ya huyu makamu wa rais, wakati mliwacheka Yanga na leo nyinyi mmefungwa. Swali limekaaje katika hujuma mnayozungumzia nyinyi? Umeuliza vizuri. Young Africans wakati wanaondolewa na Mamelodi Sundowns ni wao wenyewe, uzembe wao, walishindwa kutumia vizuri uwanja wao nyumbani. Mechi ya kwanza ilichezwa nyumbani, tuliona hapa, huko nyumbani unapaki huko eh, nyumbani unamiliki mpira asilimia ishirini na saba, we dakika tisini mwenyeji unamiliki mpira asilimia ishirini na saba, unategemea kwenda wapi? Wameenda wewe, wamemiliki mpira asilimia ishirini na sita eti hasa hiyo timu manake inataka kwenda wapi? Lakini bahati nzuri mtu katumia uwezo wake binafsi, ilipigwa ngoma kamba, wakaona hii timu ya kawaida haiwezi kwenda nusu fainali, wakaichomoa wakaipeleka Mamelodi kwa kini binafsi wao, binafsi walishindwa kutumia uwanja wao nyumbani. Lakini sisi mechi ya kwanza tumecheza, we tumekula mbili, lakini hapo unaona tumefunga goli kati, nimepigwa goli lingine, wanang'ang'ania kwenye VAR, haina shida, imekataa goli sababu hata wao kule goli lilikataliwa. Lakini kinachoniuma zaidi, muamuzi kutumia sheria zake mfukoni baada ya kutumia sheria kumi na saba za mpira duniani. Hicho ndio kilichoniuma mimi. Okay, shukrani sana Mnani, asante sana.